Njia zake Bwana. Bwana, Bwana asifiwe. Siku hiyo hiyo nimeokoka Kristo. Bwana ako ndani yangu nami niko ndani ya Bwana, nasikia kukaa ndani ya Bwana maana kwa Bwana na jikouu. Bwana asifiwe. Nimetumwa salamu na familia yangu mahali pale, msichana wangu amenituma salamu, Mwangi amenituma salamu. Jana tukiomba tunaombaga na wajukuu saa tatu na nusu. E, wakaniambia jana Maina alikuwa aombee lakini kaambia mimi niweze kuomba Bwana Yesu asifiwe. Wakati kaniambia ya kaniambia ya pasta ni kando salamu upokee salamu za Maina, alafu wengine wakaniambia na usalimie kanisa Amen. Kwa hivyo mkizipokea, Mungu atawabariki Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh, naenda kula na neno la Bwana maana tuliambiwa ya kwamba tukitii

karibu ili aweze kula chakula, naye akaweza kula chakula na akaweza kuenda. Lakini wakati huyu mama mshunami alikuwa akiona Elisha akipita hapo, aliona kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Kwa hivyo akaenda akaongea na bwana wake ama mzee wake, akamwambia huyu mtu anapitaga hapa kwetu ni mtu wa Mungu na ningeomba hapo, maandiko inasema na alimuomba mzee wake waweze kumwekea kanyumba hapo katika ukutani wa nyumba yao, wamjengee kanyumba mahali pale, ili akiweza kupita akirudi anaingia kwa ile nyumba anaweza kulala pahali pale. Kwa hivyo akamwambia, wacha tumjengee kanyumba, tumwekee kitanda na kameza

amesema mama, wanaenda kujitupa kwa mtoni, huyu ako na mtoto na huyu mwingine hana labda, mm. Wewe unatakaga plot, huyo ni mtoto kijana, labda wewe unataka gari kama testimony, kwa leso siku ni kwa leso siku ni, mwaka unakuja wakati cia mtoto kijana ni kijana gani? nataka kukumbatia. Maana leo unaenda kushika mimba, pesa mwaka unakuja wakati kama huu unikumbatie mtoto kijana. Eneezo asifiwe, eneezo apewe sifa. Pasa niwombia mambo mengi sana.

Mnisameheni nikiongea hivyo. Bwana asifiwe. Ushuhuda kwetu ni kwa mdogo. Ushuhuda katika kanisa letu njakuca kafa maana, aliumwa kichwa na kichwa, mm, aka kichwa akaenda kwa baba yake, wakati walikuwa wanafuma pale kufanya kazi, inakuja kufufuka inakuja maana ule mtoto alifufuka. Yule mama mshunami akamwambia Elisha, nimejua wewe ni mtu wa Mungu, mweleza sivili kwa okay. Hiyo labda umeasa biashara, imetereza imeanguka, mm. labda umejaribu mambo wewe tio, unajua ni gani yako imeweza kua ikaweza kuanguka juma, mm. pili, nikawambia, niliuliza Mungu, hapa panaendaje na hapa panaendaje? lakini akanijibu Yesu asifiwe. Kwa, kwa hivyo huyu ni mtu wa Mungu anaitwa Elisha, ambaye alipita kwako mtumishi wa Bwana. Wacha tu, weze kuheshimu mafuta, wacha tuheshimu Bwana Baba. Wacha maana mtumishi wa Mungu akituambia, Mungu atatutendea Mungu anapita kwake kaida hulanila